Nam hakika, hujambo na karibu sana ndani ya kipindi cha kilimo sokoni, na mara zote wanasema kwamba hakuna kijiji kinachokosa wazee. Katika umri wa miaka sabini, hajaona kwamba ni umri wa kukaa bure, ameamua kujikita kwenye upande mzima wa ufugaji. Hatimaye tumemtembelea uh, bibi uh, Aurelia William uh, katika shamba lake ambalo anafuga kuku aina ya Kuchi. Tupo katika kata ya Mapinga, wilaya Bagamoyo, huku uh, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, kuja kutazama ufugaji huu wa bibi huyu Aurelia maarufu kama mama Kuchi. Mama Kuchi yeye amejikita kwenye ufugaji wa kuku na tutapata nafasi nzuri kabisa ya kupata maelezo kutoka kwake, alianzia wapi ufugaji wa kuku, lakini pia manufaa yake amekaa ya kwa namna gani. Lengo hasa tunakufundisha wewe ambaye haujaanza kufuga ufuge na unapo fuga unafuga kibiashara, unapata kipato, na kipato hicho kinakusaidia wewe katika kizazi chako, na hata wazazi waliotoka nyuma yako walipambana mpaka wewe ukafikia hatua hiyo. Na tumekaribishwa na eh, Bibi Aurelia, yeye atatuelekeza namna gani ambavyo tunaanza na tunaanzia wapi. Karibu tuungane pamoja katika simulizi hii ya kipindi hiki cha Kilimo Sokoni. mimi ni Nikolas Woko, nyuma ya kamera ni Franki Godfrey na tunapata wasaa mzuri kabisa wa kuelekea sasa, uh, nyumbani kwake, na yeye pia atakuwa wa kwanza kutupokea akituambia nini ambacho leo hii anakwenda kutufundisha. Karibu niko Asante. Yes, mtazamaji wa kipindi cha Kilimo Sokoni, hatimaye nimefika karibu sana bwana Niko, nashukuru sana. mimi naitwa Aurelia Ndiyo. William, kwa jina maarufu Mama Kuchi. mama, Kuchi. Ndio, ni Mama Kuchi. Yaani mpaka jina linabadilika ukifuga mifugo mbalimbali, kuna jina tu la tofauti, na utabadia jina hilo na utakuwa umeenda hivi. nimefika hapa mama, lakini nime, nimeambiwa lazima nikanyage hivi. kwa nini nakanyaga hapa? ni lazima ukanyage hmm. kwa sababu ya kuondoa bakteria wadudu wote uliokanyaga ulikotoka huko. hmm. haya ni majivu, tunatumia mbinu za asili, hatutaki kemikali. Ukikanyaga hapa wadudu wote watakufa kabla, eh, kabla ya kuingia sehemu ya kutotolesha tu, tusije tukaleta magonjwa kwa vifaranga wetu. Vifaranga wakishaanza kutotolewa wanapaswa kuwa salama na ili watunzwe bila kupata bakteria. Kabla hawajaanza kutunzwa, humu ni maabara i ni, ni, ni sehemu ya kutotolesha vifaranga. Kuna incubator mm. Unakaribishwa Amen. kuziona na mtazamaji, kabla hujaingia naomba ufute miguu hizi, ah, eh, ni sheria za wafugaji. Mimi sina, sina yana, nime fika, mama miguu, ni na nimefika nijifute miguu kwanza na hakisha nikiingia niko sa... ko niko, niko vizuri hapa? Eh, karibu hapa ndio sehemu ambayo uh, kama ni wazazi ni tunasema ni leba, lakini kwa sababu ni ni mifugo hii, tunasema ni sehemu maalum kabisa ya kuzalishia kuku. Kwa maana kwamba kuna kutotolesha, kwenye upande wa ndege inaitwa kutotolesha, ukiwa kwenye upande wa wanyama tunasema kuzalishia. Hapa tunatotolesha vifaranga vya kuku. Mama Kuchi, hii ni ina vifaa vingapi? Hii ni mashine ya kutotolesha ina uwezo wa kubeba mayai elfu moja na hamsini elfu moja na hamsini E, hii tunaweka kwanza ya kuatamishia, ziko mbili. Ukishamaliza kuatamishia kwa siku kumi na nane, tunahamishia za kutotolesha vifaranga kwenye inkubeta hii, na hii ina uwezo wa kuchukua vifaranga elfu moja na mia elfu moja na hamsini kwa hiyo ukitoka hapa kwenye hii ya kwanza unakuja kwenye hii ya pili e, baada ya siku kumi na nane baada ya siku kumi na nane kwa nini inakuwa hivi na msiwaache siku zote hizo ishirini na moja Kwa sababu setting ya, ya joto na unyevunyevu vinatofautiana. Siku za mwanzo zile mayai yanakuwa na maji ndani, yanakuwa ya na maji sasa joto linapaswa liwe kubwa 38 na unyevunyevu kidogo, ili yale maji yakauke kiumbe kiweze kufanyika. Baada ya siku 18 kiumbe kinakuwa tayari kimeshafanyika na kinahitaji kinahitaji sasa unyevunyevu wa kutosha kwenye lile yai liweze kupasuka. Tunahamishia kwenye mashine hii, tunaongeza setting ya unyevunyevu inakuwa juu na joto linakuwa chini na kwa chini, ndio changamoto kubwa inaonekana. Wakati mwingine mayai yanapokuwa yanawekwa yana kwenye hizi incubator mm-hmm. unakuta uh, mengine yanaungua ama vifaranga vingine vinakufa. nini kinasababisha? Yakiungua unakuwa umefanya setting mbaya, lazima uwe na setting sahihi, kule ni 38 na unyevunyevu una seti kati ya 55 na 60 huku yeah. Wakati ya ili kiumbe kimeshatengama kimeshatengenezwa ndani vizuri, unapashwa kupandisha ule unyevunyevu unakuwa una seti kati ya sabini na sabini na tano unyevunyevu, ili usaidie ile ganda la yai livunjike vizuri, na joto linapungua ili wapate joto linalo thelathini na inakuwa ni 37.5. 37.5. Na na hawa na kwa nini mm. wanakufa mm, inategemea pia uwekaji wa mayai yale yani. Mayai yanatakiwa kae wiki moja tu mm. Mm. na yakae kwa mpangilio mm. kulikochongoka kunakaa chini yes. na yakae kwenye mzunguko mm. wa hewa mzuri na pia majogoo ya kutosha kuendana na resho ya matetea ulio nayo. Okay. Ratio jogoo moja matetea saba mpaka nane ili uweze kupata mbegu. Watu wanalalamika mayai yangu hayatoki hmm. Lakini hawafuati taratibu, kifuata taratibu, taratibu mayai vifaranga vinatoka bila shida. Na hizi hi zote ni, ni, ni, ni kazi hiyo ama hii na hii ni kazi moja I, ziko nne hizi. Kuna wakati nakuwa na mayai mengi, mengi. Kwa hiyo zote hizi zinajaa, zinajaa. Ehe, yes. Kwa hiyo tunatoa kule, alafu tunahamishia huko. Hizi mbili zinafanana, zinafanana. Wow. Mm, ndi. Na hapa ni siku mpaka ngapi kufikia hatua ya, ya kitoto kitaonekana? Yani, yani si, mimi naongeza siku kidogo kuhakikisha vifaranga vimekauka yeah. siku ya 22, yeah. Ndio natoa. Tofauti ya kuweka kwenye incubator na kutotolesha kawaida ni ipi? Ya kutotolesha kwa kutumia mama yeah. Utapata hasara. Kwa sababu kama una kuku wengi wale wataatamia kwa siku ishirini na moja, watalea tena vifaranga kwa miezi, hawatataga. Kwa hiyo unatakiwa uchukue yale mayai uhifadhi. Wakishamaliza mzunguko wao wa kutaga unawapeleka sehemu ya jela, wanakaa na majogoo. Wakishapandwa baada ya wiki moja wanaanza kutaga tena. Kwa hiyo unakuwa una mayai kila wakati, kila ma Ehe, na vifaranga kila wakati. Lakini unasema mm -hmm. Mali bila mm -hmm. hapa, daftari huisha bila habari. Na hapa naliona daftari. Je, hili nalo linakuandika rekodi mbalimbali ama? Ndio, hili tunafanya rekodi kila baada ya misali moja, lazima waje wacheki vijana. Kuangalia setting in, ipo sahihi? Maana tuna tatizo saa nyingine la umeme umekatika mm -hmm. lazima Kunaweza kutokea tatizo, kunaja humidity, kuna, kuna vifaa viko huku ndani vikileta tatizo itakuonyesha pale. Kwa hiyo kazi yake kila baada ya ni sali moja ana rekodi, na mimi nakuja kuhakiki kupitia kama rekodi iko sawasawa, ili uweze kupata vifaranga bila shida. Mtazamaji, huyu ni Mama Kuchi, yani Mama Kuchi aliyeamua kuacha vyote na kuingia kwenye upande mzima wa ufugaji huu wa kuku aina ya Kuchi. Unafuga yani, ukifuga unafuga Kuchi, lakini je, unatotolesha mayai ya aina yote ama ni Kuchi tu? natotolesha mayai ya, ya kuku wa kienyeji. Hata majirani zangu wanaweza kuleta mayai nikawasaidia kutotolesha. Hii ni fursa kwa, kwa gharama, wananilipa Wanakulipa? Ndio, lakini kwa uh, gharama kidogo ya. E, yeah, yeah. Yeah. <laughs> Lazima ulipe <Yeah. laughs> bila biashara utakuwa unafanya kazi bure. Naam. Uh. Tume tumejifunza tume, tume kwenye upande mzima wa namna gani wewe unavyoweza kukadharisha kuku wako, na kama unafuga kuku wawili waki, wakitaga wakataga mayai ishirini huu unagea kabisa kwamba mara baada ya muda fulani unapata vitoto ishirini. Na hii kwa njia gani? Kwa njia ya ikubeta, ni njia ya kisasa kabisa ambayo itakufanya usipate hasara kama ambavyo Mama Kuchi ametuelezea hapa kwa namna gani, namna ya kufuga kisasa. Yaani unatoa hapa watoto unapeleka sehemu nyingine, labda kwa sasa tukatazame mara baada ya vifaranga kutoka kwenye ile eneo hili, yani tunasema hii ndio leba yao. Mara baada ya kutoka hapa, sasa wanahifadhiwa wapi? Na Mama Kuchi iko tayari kabisa kutupeleka huko na kutuelekeza kwa nini ameamua kuweka katika mazingira hayo. Lakini je, wanakaa kwa muda gani katika hayo mazingira mpaka kufikia hatua ya kutolewa kwenye hayo mazingira? Karibu Kwe, tena ah, hmm. Haya. Huku nako kwenda ni kwenye kuhifadhia vifaranga. Kwa nini mnahifadhi huko vifaranga? Kwanini msiwachanganye eh, tu na kuku wengine wao. Huwezi kuwachanganya na kuku kwa sababu wao ni wadogo, wao ni wadogo na wanahitaji joto kuendana eh, na umri wao. Wow. Hmm, hapa wame wana wiki 4 sasa hawa sasa wana wiki 4. Mm. Hey, wamesha toka pale wakiwa eh, wakiwa na siku moja wanakaa pale mm. Wakishaonekana wakubwa, kibanda kimekuwa kidogo, tunawaleta tunawaleta hapa no, mm. na hawa wana wiki nne mm. kuna taa za kuwawekea joto mm. na tuna controller ya ku control hizi taazi wake kuendana na setting tuliyoweka, ndio setting ya wiki ya kwanza ni 32, kati ya 32 na 34 mm wiki ya pili ni thelathini na thelathini na mbili wiki ya tatu ni ishirini na nane na thelathini hmm. wiki ya nne ni ishirini na sita na ishirini na nane. Hmm. Hiyo setting tumeshaiweka hawa wana wiki ya nne na hawa ni, ni, ni kienyeji piwa hawa ni kienyeji piwa mimi nafuga kienyeji piwa kwa sababu, sababu gani wana stamina ya magonjwa hawana shida ya kumwamwa ovyo, na pia wanatumia virutubisho na kinga za asili. Mimi natumia organic zaidi hmm. Kwa hiyo ukiwapa hii kwa taratibu maalum hmm. kwa kufuatilia kila wiki hmm. hawaugui kwa urahisi. Ni mmea ni, ni, ni, ni, ni gani huu huu, unaitwa kwa, tunauita, tunauita mfurahisha hmm. kwa lugha ya Kiswahili hmm. lakini kwa Kiingereza ni cactus Eh, ni jamii ya ziko aina nyingi, kuna hata ile mwingine ni jamii ya lakini mtakala ngonyo. Yote vyote hivi vinatusaidia katika kutunza kuku wakuwe vizuri, bila shida, bila kuumwa kila wakati. Ina maana kwamba hawa wawekee dawa ya aina yoyote. Dawa hiyo tu furahisha. Mimi natumia mfurahisha, natumia mfurahisha ambayo ni huu. Kuna mtakala ngonyo ni ule pale, kuna aloe vera hmm na pilipili kichaa tunawapa kama kinga, tunawapa mapema. Hivi vina virutubisho vingi na vitamini za kutosha, kwa hiyo inafanya mwili unakuwa strong imara, kwa hiyo hawawezi kushambuliwa na magonjwa kwa urahisi. Na hapa hatuli kemikali, sasa tunapata kitu safi badala ya kutumia makemikali. Sasa kama ikitokea bahati mbaya kuta, inatokea ikatokea bahati mbaya uzembe ukatokea au nini ikatokea magonjwa ambayo yanatulazimu, ambayo ni mara chache sana, kutumia dawa hizi zake. Sasa huu mkono wa kupongeza. Asante. Hiki unachokifanya. Asante, mtazamaji. Hapa tumezungumza na Mama Kuchi kwenye eneo zima la namna gani unaweza kalea ukalea vifaranga vya kuku wako kisasa kabisa. Tumeachana na masuala mazima ya kienyeji, tunafuga kisasa. Ndiyo, ni kuku wa kienyeji, lakini unawafugaje wakuletee matunda yaliyokuwa stahiki kabisa na kukupatia kipato? Tunafuga kwa namna hii. Lakini je, hawa kuku wanakula nini? Wanaishi kwa namna gani? Mama Kuchi yuko tayari kutupeleka kule ambako wanatengenezea chakula chao hawa na kuwaletea chakula. Tuna mashine hapa yes. ya kuchanganya chakula mashine ya kuchanganya chakula ndio. Na hapa tunachanganya nini na nini na nini na nini na nini? unajua chakula cha kuku lazima kiwe na virutubisho vyote, kinatakiwa kiwe na wanga eh? kinatakiwa kiwe na Vitamins. Kuku wao. Eh, kinatakiwa kiwe na madini kuku wao, kuku wao kinatakiwa kiwe na madini na na protini yani, kuku anakula wanga. Ndiyo. kuku anakula madini. Ndiyo. kuku anakula protini. Ndio. Alafu wewe unasema na vitamini, na vitamini. Ndiyo. Wewe, mboga za majani, mimi na maintain, lazima lazima wale chakula kamili ili wakuwa haraka, umeona? so, wale faranga wiki nne walivyokuwa wakubwa, wow! Kwa sababu wanakula chakula chakula, kama kenye vitu vyote virutubisho vyote. Ndio hii ndio mashine ya kuchanganya chakula okay. Eh, kuna mashine nyingine ile ndogo ya kusaga vile virutubisho vyetu vya asili. Tunaanika mwarubaini hmm. tunaanika lusina uh -huh. Tunaanika mwarubaini, unauona huu kwenye mashine tunachanganya kwenye chakula chetu, ndio tuna lusina eh, lusina ndio hii hapa, lusina ndio hii hivi ah, okay. eh, eh, vina virutubisho vya kutosha, tunaweka tunasaga, tunachanganya, tunanukia vizuri. Hii ni badala ya sisi tunakula mboga Mboga ya kuku ndo hizi ya kuku anakula eh, chakula vya kuku mm. Vina stages vifaranga mm. Wanakula starter. Starter. Kwa hiyo starter inakuwa na virutubisho zaidi protein, ili wakue vizuri mm. Wakishamaliza wiki sita, kunakuwa na chakula cha grower naye virutubisho vile vinakuwa tofauti. Lazima ufuate formula eh, usiende tu na, tunatumia wataalamu ili chakula kile kiwe sahihi. Kisipokuwa sahihi, kuku wanadumaa, hawatakuwa. Alafu kunakuwa na chakula cha wakubwa ambao layers. Kwa hiyo tunafuata formula na tunatumia vitu sahihi kwa ajili ya kuchanganya chakula chetu, natengeneza hmm, tunaweka kwenye store. Yes kwenye banda la kuku. Kuna kuku. mahali store, mahali tunahifadhi ehe, vya chakula na vyakula kuku awali tu wanakula kwa kipimo ah. sio kwamba unawapa tu imani na ah. lazima tuwape vipimo wakiwa wadogo ndio unaweza kuwapa tu lakini baadaye lazima bila hivyo utapata hasara au utatengeneza hela hmm. ah. Ndio. pale pale tutatafuta hela, ndio, kwa maana hiyo, tunaingia tu kwenye banda kubwa la kuku banda kubwa la kuku. Mara baada eh, ya vyote vile ndo hapa ndo sehemu yenyewe sasa. Kuku eh, wa kubwa hawa ndo wanaotupa pesa sasa, hela iko hapa. Eh, Hela imelala hapa eh, wanataga mayai <laughs> yeah. Mayai yale tunayapeleka kwenye incubator mm -hmm. tunauza vifaranga Mbifaranga. Na vifaranga vinatoka kila wiki mara moja na wanatoka kwa oda hapo, apo Makuchi, kuna mtazamaji anatufuatilia hapa upatikanaji wa faranga umekaa vipi? Anawezaje kupata faranga? na anakupataje? kabla tujaingia kwenye, kwenye, kwenye kuku, mimi nimejiweka, nimejitolea kufundisha Instagram na Facebook kwa jina la Mama Kuchi Enterprises Facebook na Instagram. Kwa hiyo e nimejitolea kufundisha ufugaji wa kuku wa asili kwa kutumia virutubisho na kinga za asili. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nina followers wa kutosha. Instagram followers wako zaidi ya elfu kumi kwenye Facebook wanakaribia elfu 30. mm -mm. kwa hiyo wateja wangu wote nawapata huko, wananipigia simu au wananitumia message. mm. wanaweka order. wakishaweka order inakaa kwa foreign kwa hiyo wanapata kuendana na walivyoweka oda hapa. Sasa tena utatoa ni ule ule hapa, tunaingia kwenye banda kubwa eh. Ni lazima ukanyage maji ah, ili usiingize bakteria kwenye mtazamaji. Yani hapa kama tu kama jeshini, lazima kwanza ujiweke safi ndipo unapoingia. Eh, mimi naanza, tunaingia moja kwa moja. Karibu sana moja. Eh, mimi naingia moja moja kwa moja eh. Karibu sana. ni wengi namna hii. Hawa si wengi, ni wachache tu, na kuna wengine kule nyuma kule. Mama Kuchi, mimi hata mmoja sina. Unajua hawa nikiwaona ni wengi, unajua sio wengi na wenyewe si wameshakimbia, wameingia ndani, wanakuogopa wanaogopa mimi, wanaona ni, ni adui asiye kawaiba. Hawa wana muda gani? hawa ni kuku hmm, wakubwa wana umri wa mwaka mmoja, ndio wazalishaji hawa, hawa ndio wazalishaji, ndio na pale ndio sehemu ya kutagia. Ni e, vile viota vile, okay. Wakifika muda wa kutaga wote wanaotaga wanaingia, wanaingia kule. kwa siku unakusanya mayai tray ngapi? inategemea na wakati wanaenda kwa mzunguko. Hmm. Kwa mzunguko na wakati wanapumzika hmm. Wakiwa wa, wanataga wanaenda kwa mzunguko wa, kama wa, kwa, kwa niliona hapa wa, tunapata tray tatu kwa siku. Kwa siku. E, lakini kwenye mzunguko kwe, wanaweza kupungua kaa trei mbili au ikipumzika iki, tunaweza kupata trei moja kwa siku. Miaka sabini, lakini bado unapambana katika ufugaji. Ndio. Ilikuwaje sasa mpaka ukaamua kuingia kwenye ufugaji kwa uchache kidogo e, uh, ukatuambia <clears throat> mimi nilikuwa ni mfanya kazi hmm. Wakati nataka kustaafu kabla sijaanza kustaafu, kufikiria kustaafu, maana napata historia nyingi, wazee wakishastaafu wanakufa, wanateseka. Nikaona kwa nini mimi nifanye yale makosa yale yale. Nikaanza kufikiria nitafanya nini kwa uzee wangu, ambapo kitu ambacho hakitanipa shida sana, tabu kutumia nguvu nyingi, ila tu nitumie elimu. Sasa kabla sijaanza kuf kufikiria kustaafu, nikasema nitafanya ufugaji. Nikaamua kutumia internet kucheki ni kuku aina gani walio wazuri kufuga. Kwa hiyo Tanzania kuna kuku aina tano. Sasa katika aina tano zile nikaona sifa za kuku wa kuchi ni kubwa kuliko zile nyingine tano. Na kwa nini? Kuku wa kienyeji hawana magonjwa mengi na wana stamina, hawaugui ovyo. Kwa hiyo katika wale kuna tanwa, kuna kinyaunyau, kuna kishingo, kuna kuku wa kawaida, kuna bukini na kuchi. Sasa ndivyo wasoma sifa zao na nini, kaona kuchi ndio nambari moja. Kwa hiyo nikaamua kumchukua, na bei ya kuchi iko juu kwa hapo. Na wauzaji kwa hawa hawa ni mchanganyiko wa kuchi, kuku mmoja na muza shilingi elfu hamsini hmm wale piwa kuchi kuku mkubwa ni kati ya laki mbili na nusu mpaka laki tatu kwa hiyo kuendana na ile hela nikaona na mimi nimpenda hela kidogo ili nisizeeke haraka <laughs> nikaamua kufuga kuchi sasa nikaanza na kuchi piwa watano sasa piwa kuchi tano nilianza nao wana sifa nzuri katika u, u, u, unyama nyingi urefu kujilinda lakini, wana kasoro nazo. Huwezi kuwa na sifa tu bila kuwa na kasoro. Wakawa wanataga mayai machache na ukuaji taratibu. Kwa hiyo ile ikanipa akili ya kumtafuta mtaalamu, nifanye nini nipate kuku bora zaidi wa kienyeji, maana wengine wako wadogo sana, wanakuwa taratibu na nini. Mtaalamu ndio akanishauri namna ya kumiksi piwa kuchi na kuku wa kienyeji ndio nikapata hii kuku wa kienyeji mbegu kubwa jamii ya Kuchi ambaye anakuwa kwa haraka na anataga mayai mengi kuliko kuku wa kienyeji wa kawaida, na ana uzito mzuri, wastani wa jogoo kama yule unavyomwona hapa hmm. ni kilo tatu. Wanaonekana wadogo lakini ni wazito, manyoya yao ni machache hmm. kwa hiyo ni rahisi. Jogoo kama yule unamuza elfu hamsini tetea shilingi elfu hamsini. Kwa hiyo kwa kipato kinakuwepo, na hela inazunguka hiyo ina, nikaanza nika wa nika na wachache, baadaye nikapanua kidogo kidogo, na vijana nimeajiri, namshukuru Mungu wako watatu, anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya kufuga kuku ni kuna kipato kizuri. Mtazamaji, bila shaka, umejifunza vingi sana kwenye upande mzima wa kipindi hiki cha kilimo sokoni, na kama ambavyo uh, tumezungumza na Mama Kuchi kutoka hapa uh, wilaya hii ya Bagamoyo kata ya Mapinga, na naamini kabisa kuna kitu ambacho ulikuwa ukifahamu kwenye upande mzima ufugaji wa kuku aina ya Kuchi na bibi eh, ama anamuita Mama Kuchi eh, jina lake linaendana na kitu anachokifanya. Kwa hiyo yeye amejipa jina la Mama Kuchi na tumefahamu kwamba kuna jina Mama Kuchi ni kwa sababu ya ufugaji wa kuku aina ya Kuchi. Lakini kwa kumalizia, kwa sekunde kadhaa, kuna mama ambaye mwenye umri kama wako na amekata tamaa na haoni kama kuna fursa. Unataka kumwambia kitu gani? Mimi nawaambia kina mama wenzangu, wakati ukishakuwa na umri wa miaka 50 ni vema ujipa. Tafute kitu cha kufanya, na kabla hujakitafuta cha kufanya upate elimu yake. Ukishapata elimu ya kile kitu unachokihitaji, hasa ufugaji wa kuku wa kienyeji, hauna karaha sana. Unakuwa na kibanda na mabanda, utatafuta elimu namna ya kualisha. Ukishapata elimu ya kutosha, ni vema ujishughulishe, usikubali kubweteka, na pia ufanye mazoezi kila siku asubuhi, yanakufanya uwe imara. Na ufugaji huu unapata lishe bora, unapata supu, utakula, utapata afya nzuri, unaweza kufanya mambo yako bila kusikitika wala kulalamika ni fursa pia kwenye upande mzima wa mifugo. Yaani huwezi kulalamia kwamba sijatumiwa, sijaona hiki, sijaona mwamala. A wewe mwenyewe tayari mwamala wako unasoma kabisa kwamba tayari una bajeti yako umeshajiandaa na, na kifurushi chako kinasoma vizuri wala hakina shida. Yaani ni mlala, mlala wa 5G unasoma vizuri bila shida yote. Mimi nika siku yako, kwenye kipindi cha kilimo sokoni, bila shaka za kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii tukitumia kilimo sokoni kwenye Instagram, lakini pia kwenye YouTube pia unapatikana namna hivyo, una maoni, una ushauri. Namba inapita chini ya skrini yako hapa tufuatilie pia ukatuandikia jambo lolote lile. Unatamani kutangaza nasi, tangaza pamoja nasi kupitia namba inapita chini ya skrini yako ya hapa. Mimi ninasema shukrani sana Mama Kuchi. Na Mungu akubariki sana na hongera kwa kile ambacho unachokifanya, naamini kabisa watu pia wamejifunza, asante sana, niko mm. Karibu tena tena, nashukuru sana kwa kunitembelea asante sana, asante. Kwaheri sana mimi nikuacha ni namna hiyo, nyuma ya kamera ni Frankie Godfrey. Kwa sasa sina ziada, bye.